Leo hii chaneli ya Lisha Ubongo inakuletea simulizi fupi sana. Simulizi hii inahusu mikasa katika familia, jamii pamoja na siasa. Ni muhimu sana ukaribie uisikilize ili ujifunze mengi. Lengo la simulizi hii ni kutaka kuiambia jamii mambo gani ya kufanya ukiwa katika familia na mambo gani ambayo si sahihi kuyafanya hata ukiwa kwenye familia na siasa pia. Karibu usikilize ni simulizi ambayo inaendana kabisa na wakati huu tuliopo, asante. Ndani ya kijiji kilichojificha kwenye milima ya Mbavuni palikuwa na kijana aitwaye Amani. Alizaliwa usiku wa mvua kubwa, mvua iliyoleta mafuriko na kuondoa kila kitu barabarani, isipokuwa mtoto huyu aliyejulikana kama Amani. Alionekana dhahili amezaliwa kupambana na maisha yenye kasumba nyingi. Mama yake alijulikana kama Bi Zuhura alikuwa mjane aliyepambana kama simba mzee, asiyetaka kupokonywa pango lake. Alimlea Amani kwa mikono miwili na moyo mmoja. Amani alikuwa akifagia barabara asubuhi, kuuza mboga ya mchana na kusoma chini ya mwanga wa taa ya koroboi usiku. Hakuwa na mengi, lakini alikuwa na jambo moja tu, ndoto. Kando ya jiji lenye kelele nyingi na taa zenye madoido, mtaa wa kifahari wa Gongo la Mboto, palikuwa na binti aitwaye Furaha, mtoto wa mfanyabiashara tajiri, Bwana Baraka. Alikuwa mrembo kama mchoro wa msanii uliohifadhiwa miaka elfu kama kivutio. Kila alipopita watu waligeuka. Alikuwa na kila kitu: gari, simu, walinzi, shule ya kifahari, lakini hakuwa na uhuru binafsi. Wazazi wake walimtaka afuate njia walioichora wao, huku wakimwambia maisha wasi sinema hayaandikwi kwa kalamu ya mtoto. Lakini furaha alikuwa na ndoto ya kusaidia wanawake waliopitia manyanyaso ya kijinsia. Alitamani kuwa sauti ya wale waliokosa nafasi ya kusema. Siku moja, kwa bahati na ajali, njia zao zilikutana katika kongamano la vijana kuhusu haki za binadamu lilivyofanyika kwenye ukumbi wa chuo kikuu cha Njuweni. Amani alikuwa mwaliko kutokana na kazi yake ya kujitolea kwa vijana wa mtaani, na Furaha alikuwa amewakilisha taasisi ya familia yake, ingawa alikwenda kwa msukumo wa moyo wake. Mara ya kwanza walipoangaliana, ilikuwa kama upepo mkali unapokutana na jua, sio kwa uadui, bali kwa mshangao. Amani aliusikia moyo wake ukisema, mbona huyu hana kama wale wa kwetu. Furaha anaye alijikuta akisema, mbona huyu kijana ana macho ya kuona ndani ya nafsi yangu. Hawakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa hadithi ya maisha yao: hadithi ya kuamini, hadithi ya kupigana, hadithi ya kushindwa, hadithi ya kusimama tena, hadithi ya kushinda pamoja. Miezi ikawa miaka, na ndani ya chuo kikuu cha Njueni urafiki kati ya Amani na Furaha ulizidi kuchanua, lakini si kwa maneno matamu bali kwa vitendo vya thamani. walikuwa kama mkono na gloves, kila mmoja akimjua mwenzake zaidi kupitia mapambano ya kila siku. Amani, ingawa maskini, alikuwa kipenzi cha walimu. alifundisha wanafunzi wenzake wa chini kwa moyo wote, na kila mwisho wa juma alikuwa akiwasaidia vijana wa mtaani kwenye mitaa ya Madaraja ya Mawe. aliona dunia kama mti wenye matawi mengi na aliamini kila kijana alikuwa jani linalostahili nafasi ya kuchanua. Furaha kwa upande mwingine alianza kuasi mfumo wa kifahari aliozaliwa nao kutoka kwa wazazi wake. Alijifunza kuwa maisha si kulala kwenye magodoro ya kisasa pekee, bali ni kusikiliza sauti za walioko chini ya dari za mabati. Alianza kushiriki shughuli za kijamii na polepole pole alipata jina Malkia wa wanyonge. Wakiwa chuoni walikumbana na changamoto nyingi sana. Amani alifukuzwa kwenye nyumba ya kupanga kwa kushindwa kulipa kodi. Furaha alinyang'anywa simu na wazazi wake kwa kukataa kuhudhuria mikutano ya biashara yao. walipigwa marufuku kuonekana pamoja kwa usimamizi wa walinzi wa familia ya Furaha. Amani alipatwa na homa ya manjano na hakuwa na pesa ya matibabu lakini Furaha alitumia fedha za posho yake kumnunulia dawa, akavunja sheria za familia yake kwa ajili ya rafiki yake wa kweli. Amani alipona akalia machozi ya shukurani. Ndipo Furaha akamwambia, wengine hupewa na kupokea, lakini wewe Amani unatoa mpaka machozi. Ndipo mapenzi yalipoanza kuchanua. Haikuwa kwa shinikizo, bali kwa polepole kama mche wa mpunga ukiota kwenye udongo uliojaa upendo. Usiku mmoja, walikaa kwenye daraja la Ngarambe, mahali pa amani kwao, wakitazama nyota zikipiga mbizi kwenye anga la giza. Amani alishika mkono wa furaha kwa mara ya kwanza. Amani alisema kwa sauti ya chini, wewe ni mwangaza wangu, naamini hata giza likiwa zito kiasi gani uwepo wako utaniangaza. Furaha alitabasamu, macho yakijawa na machozi, akamjibu na wewe ni tunu yangu, haijalishi dunia itanigeukia mara ngapi, nitasimama na wewe. Lakini kabla ya penzi lao kustawi kikamilifu, upinzani uliibuka katikati ya safari yao hiyo ya mapenzi. Ilikuwa ni vita vya kweli vya maisha. Wazazi wa furaha walimleta mchumba kutoka Dubai, tajiri aliyeahidi miradi mikubwa kwa kampuni ya familia yao. Furaha alimkataa mchumba huyo, Ndipo baba yake alimpiga marufuku kuonekana na kumfukuza nyumbani kabisa. Mama yake Furaha alilia sana, lakini hakuwa na cha kusema. Alitukumbusha kuwa uchungu wa mwana aujuaye mzazi, lakini sauti yake ikusikika machoni mwa Bwana Baraka, aliyekuwa na hasira kwa utovu wa nizamu wa Furaha. Amani kwa upande wake, alihitajika kuacha masomo ili akamuhudumie mama yake aliyepata kiharusi alihangaika akajitolea kufagia uwanja wa shule ili apate posho ya kila juma. Siku ya sherehe ya kuhitimu hawakuvaa mavazi ya kifahari, walivaa vitenge vilivyoshonwa na fundi wa mitaani, lakini walitembea kwa fahari kama malkia na mfalme wa haki. Na hapo mbele ya umati wa wanafunzi walikumbatiana hadharani. Ilikuwa ni kauli ya mwisho kwao kuisema pale. Baada ya kuhitimu walisikika wakisema, tutapambana pamoja hata dunia isikubali, sisi tumejiandikia hatima yetu. Baada ya kuhitimu, Amani na furaha walijikuta wakitumbukia moja kwa moja kwenye bahari ya maisha halisi. Waliamua kuoana, si kwa sababu ya ustawi wa mali, bali kwa sababu waliamini katika upendo uliojengwa kwenye maumivu na matumaini, wakiona kwamba kila mmoja atamsaidia mwenzake kwenye safari ambayo Mungu amemwandikia hapa duniani. Harusi yao haikuwa ya kifahari bali ya baraka. Ilifanyika katika kanisa la Mtakatifu Makongoro lililojengwa kwa matofali ya udongo, milango ya bati, lakini lililosheheni maombi ya kweli. Waliojaa ni marafiki wa mtaani walioijaza bendi ya ngoma na vigelegele vya furaha. Waliokula ni watoto wa mitaani waliowahi kunufaika na huduma zao chuoni. Walipoingia kwenye nyumba yao ya kwanza, kibanda kidogo cha mbao katika mtaa wa Mkwajuni, hakuna choo cha ndani, maji yalitakiwa kubebwa ndoo kwa ndoo kutoka nje kwenye kisima. Amani alitabasamu, hii ndiyo kasiri letu kipenzi changu. Furaha tunalala sakafuni, lakini tukiwa na amani. Maisha hayakuwa lele mama ilianza safari ya misukosuko isiyoisha. Mwanafunzi wa maisha hufundishwa kwa maswali ya jasho, si kwa majibu ya vitabu. Na wao walikuwa darasani, darasa la uhalisia. Changamoto kubwa zilizowakumba zilikuwa ni hizi. Amani alituma maombi ya kazi zaidi ya mara mia moja. Mara nyingi alikataliwa kwa sababu hana uzoefu, na kwa mara nyingine alikataliwa kwa sababu ya ufaulu wake ambao ulionyesha kuwa anastahili nafasi nzuri zaidi kuliko nafasi iliyopo au ambayo anaomba. Furaha, licha ya shahada yake, alikataliwa kwa jina la familia yake, wengi waliofia kugombana na baba yake ambaye alikuwa na wadhifa wa juu sana katika biashara. Miaka miwili ya ndoa ilipita bila kupata mtoto. Maneno ya majirani yalikuwa makali kuliko mapanga yaliyonolewa na tayari kuikata nyama. Majirani walikuwa wakisema kwa kejeli, Ndiyo shida ya kuoa binti wa mjini, anajali kucha kuliko kizazi. Mwanaume mwenye heshima na aliyekamilika hupata mtoto ndani ya miezi mitatu tu, wewe una shida gani wewe? Japo walipitia mengi, ila suala la mtoto lilimuuma sana. Furaha alijihisi hastahili kuwa na amani lakini Amani alikuwa kila mara akimbembeleza na kumwambia kuwa yeye ni chaguo lake, kuhusu watoto wamwachie Muumba na njia nyingi za kuwawezesha hilo. Furaha alilia kila siku usiku. Amani alimtuliza kwa kauli nyingi sana, zikiwemo tunda hukomaa kwa wakati wa Mungu na si kelele za sokoni. Walijaribu kuanzisha biashara ya kuuza sabuni walizotengeneza wenyewe, lakini walikosa wateja. Baadaye wakajaribu kuuza vitabu vya maadili kwa vijana, lakini walinyimwa vibali. Hata hivyo hawakukata tamaa walikuwa kama simba walioumia, walijificha kwa muda, lakini walijikusanya nguvu. Bizuhura, mama wa Amani, alifariki baada ya kupambana na kisukari. Amani alikosa fedha ya kumpeleka hospitali ya rufaa. Alijilaumu, alilia kama mtoto, lakini furaha alimsimamia kama nguzo ya mti wa mwembe, ikisema: tumepoteza mwili wake, lakini roho yake iko nasi tukiinuka naye anaishi kwa kuwa mafanikio yetu ndio uwepo wake kwetu. Walipoanzisha taasisi yao ya vijana iliyojulikana kwa jina la Mwanga wa Giza, ilianza kuwavuta vijana wengi waliokata tamaa. Hilo halikuwafurahisha viongozi wa kisiasa waliokuwa wakiwategemea vijana hao kwa kampeni chafu. Wakatishiwa kuuawa, walifungiwa leseni, hata kuumizwa kwa kipigo lakini walikuwa kimya, huku wakipaza sauti zao kwa Mungu wakisali kwa upole na unyenyekevu. Wakaanza upya kwa jina jipya, mshumaa mweusi. Kwa miaka saba walipitia kila aina ya uonevu, kufedheheshwa, kupuuzwa, lakini walishikilia msemo wao uliosema umoja wa wanyonge huumba nguvu ya maajabu. Hatimaye walipata mtoto wa kwanza mvulana, waliyemwita jina lake Baraka. Jina lililobeba historia na matumaini. Taasisi yao ilianza kutambulika na walialikwa kutoa hotuba kwenye jukwaa la vijana la Afrika Mashariki. Walipofika pale, walikumbatiana wakisema, tulianza na jasho, tukalindwa na maombi, tukapona kwa upendo, sasa tunatoa mwanga ambao giza liliuficha. Baada ya maneno hayo, waliendelea na jukumu lao lililowapeleka pale ama hakika, walengo waliguswa na kujiunga katika kikundi hicho. Miaka ilivyosonga, maisha ya amani na furaha yakawa mithili ya mlima wenye kupanda na kushuka, lakini kila walipopanda, waliona mbali zaidi. Taasisi yao Mshumaa Mweusi ilivuma kama upepo wa ufukweni nyakati za jioni. Vijana waliokuwa wakihangaika mitaani sasa walikuwa wakipata mafunzo ya stadi za maisha, jasiriamali na uongozi, lakini mafanikio ni sumu kwa wenye mioyo iliyojaa chuki. Watu waliokuwa marafiki wakaanza kuwa maadui wa ndani. Viongozi wa kisiasa waliwahofia kwa kuwa walitoa nuru isiyohitaji miale ya chama chochote. Sasa walitakiwa kuchagua kati ya kuingia kwenye siasa au kubaki kwenye jamii. Walikaa usiku mzima, wakatulia kimya, wakasali pamoja, ndipo Amani akasema, Tusiposhiriki katika siasa, tutaendelea kulalamikia walioko madarakani. Tukiingia kwa nia safi, tutakuwa sauti ya wanyonge. Furaha alikubali kwa moyo mzito, kwa sababu alijua siasa ni mchwa wa maadili, lakini alimwamini sana kipenzi chake Amani. Walianza kampeni kwa njia ya tofauti. Hawakutoa tisheti, vitenge, bia wala pilau; badala yake waliandaa midahalo Mashinani walizungumza na wazee, vijana, wake wa nyumbani, walemavu na hata watoto wa mitaani. Methali yao ikawa siasa si jukwaa la ahadi tupu, ni shamba la matendo. Amani alichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Ngurumo na baadaye akateuliwa kuwa mjumbe wa baraza la vijana taifa. Furaha akawa mkurugenzi wa taasisi mpya ya wanawake iliyojulikana Nuru ya Binti. Walikuwa na watoto wawili sasa yaani Baraka na Zuhura. Waliwafundisha watoto wao kusema ukweli, hata ukiwa mchungu, kusaidia bila kamera na kusali bila kusukumwa. Katika harakati ya siasa, Amani alipokea mialiko ya safari nyingi nje ya nchi na ndani. Alionekana sana kwenye vyombo vya habari, muda wake kwa familia ukapungua. Simu za usiku, mikutano ya dharura, hata kuahirisha tarehe za kukumbuka ndoa yao. Furaha alianza kujisikia peke yake yaani mpweke. Alipogusa bega lake usiku hakukuwa na mume wake Amani, bali kivuli cha majukumu. Waligombana kwa mara ya kwanza hadharani kwenye kikao cha taasisi. Amani alisikika akitamka: Naona sasa umesahau tulipotoka. Furaha akajibu kwa sauti iliyotetemeka: Na wewe umesahau tunapoelekea. Miezi miwili hawakuongea kwa amani. Wakaishi kama wageni katika nyumba yao wao wenyewe. Lakini siku moja walikumbana kwenye kaburi la Bi Zuhura. Kila mmoja alikuwa amemtembelea kivyake, kutafuta majibu kwenye kimya cha kaburi. Walipokutana macho, walilia. Hawakusema mengi, ila kwa mara nyingine tena walikumbatiana na kuombana msamaha. Amani alisikika akisema, tumejenga taifa tukasahau nyumbani kwetu. Tumejenga taifa tukasahau nyumbani, kipenzi changu Furaha. Tumejenga taifa tukasahau upendo nyumbani. Furaha alijibu "Lakini nyumba yetu bado inaweza kusimama. Naamini kabisa kwa kuwa nipo na mtu sahihi na mtu ambaye anafanya yote kwa mapenzi makubwa, hivyo narudia tena kusema nyumba yetu bado inaweza kusimama. Walirudi nyumbani, wakaweka ratiba ya familia, waligawa majukumu, walijifunza kusema hapana kwa umaarufu na ndiyo kwa upendo. Miaka ilipita. Mji wa Ngulumu, ambao zamani ulikuwa mfano wa giza la kimaendeleo, sasa ulikuwa taa inayowaka kwa mfano. Barabara zilizokuwa mashimo zikasawazishwa. Watoto waliokuwa wakivua viatu kwenda shule sasa walivaa ndoto za elimu. Vijana waliokuwa wakitumia dawa za kulevya sasa walikuwa walimu wa stadi za maisha. Hii ilikuwa ni kazi ya Amani na Furaha, lakini zaidi ilikuwa kazi ya imani, umoja na nidhamu. Watoto wao Baraka na Zuhura walikuwa sasa vijana waliokomaa kiakili. Waliamua kuendeleza urithi wa wazazi wao, lakini kwa njia mpya ya kiteknolojia. Walianzisha jukwaa la mtandaoni lililoitwa Vuguvugu la Mwanga, lililounganisha vijana kutoka vijiji mbalimbali Tanzania, kwa ajili ya mijadala, mafunzo na miradi ya kijamii. Walitumia simu na interneti kama silaha za maarifa. Zuhura akiwa mwanafunzi wa sheria aliibua mjadala mkubwa wa haki za wasichana wa vijijini wanaonyimwa elimu. Baraka akiwa mwanasayansi wa mazingira alianzisha mradi wa kijiji kinachojitegemea ambapo watu walizalisha umeme kwa kutumia mabaki ya mazao. Lakini si kila mtu alifurahia ya mafanikio yao, waliandamwa na kampeni chafu mitandaoni, wakahusishwa na vyama vya kisiasa wakasambaziwa uongo hadi akaunti yao ikaripotiwa mara kadhaa ili ifungiwe. Lakini kama wazazi wao hawakurudi nyuma. Baraka aliandika, tulizaliwa kutoka kwenye giza, na giza haliwezi kututisha, sisi ni watoto wa mwanga. Usiku mmoja wa mvua kubwa, nyumba yao ilishika moto kwa hitilafu ya umeme. Amani na furaha walinusurika lakini walichokuwa wamejenga kwa miaka mingi kiliteketea mbele ya macho yao kwa dakika chache sana. Hata hivyo, walikusanyika kama familia, wakakaa chini kwenye kiti cha mbao, mvua ikidondoka polepole, naye amani alisema, tumejengwa si kwa nyumba, bali kwa roho. Tukiwa hai bado tunaweza kujenga upya na hapo ndipo watoto wao walipowapa zawadi ya ajabu, jumba lililojengwa na vijana waliowahi kuwasaidia na taasisi yao, kwa michango, kwa jasho, kwa upendo. Wakaandika kwenye lango, karibuni nyumbani wazazi wa Mwanga. Familia hiyo ilikumbatiana, majirani walilia, taifa lilikumbuka ule usemi usemao, ukitengeneza upendo hutoishi peke yako, utaishi kwenye mioyo ya wengi. Asante kwa kusikiliza na huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii iliyoenda kwa jina la Mwanga wa Giza. Haya yafuatayo ni mafundisho matano muhimu kwa jamii toka kwenye simulizi hii ya Mwanga wa Giza ndani ya studio za Lisha Ubongo. Mafundisho hayo ambayo yamepangwa kimaadili, kiuchumi, kisiasa, kiroho na kimwili ni haya yafuatayo. Moja. Penzi la kweli linajengwa kwenye maumivu na msamaha na si zawadi na picha za mitandaoni. Familia ni taasisi ya kwanza ya taifa. Ukipoteza familia, taifa halina msingi. Namba mbili, ujasiriamali ni mchakato, si muujiza. Unahitaji bidii, uvumilivu na ubunifu. Kuwa na elimu si tiketi ya utajiri, bali ni nyenzo ya kutengeneza nafasi zako. Namba tatu, vijana hawapaswi kuogopa siasa, bali waingie wakiwa na maadili na dhamira. Uongozi si mamlaka, ni huduma kiongozi mzuri husikia hata sauti ya ukimya. Namba nne, maombi hayabadilishi tu hali, yanabadilisha moyo pia. Mungu hayuko mbali na maskini. Imani ni silaha ya anayekata tamaa. Namba tano, afya ya mwili ni msingi wa maisha ya kiuchumi na kiroho. Usisubiri ugonjwa ndio uanze kutathmini mwili wako. Anza mapema. Lishe, mazoezi na mapumziko ni sehemu ya ibada ya maisha. Hii haikuwa simulizi tu, ilikuwa taamuli ya maisha ya kweli iliyojaa methali, misemo, mafunzo na dira ya taifa. Na tunapofunga ukurasa huu, tujiulize wajibu wetu katika nafasi tulizo nazo. Kila mmoja alipo, basi aweze ya kutimiza yale anayopaswa kutimiza, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndipo tunajenga jamii ama familia ama siasa imara zaidi kwa ajili ya maisha ya kizazi kinachokuja. Asante sana na karibu sana katika chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Uwepo wako kwenye chaneli yetu unatupa furaha na faraja kuwa jumbe zetu muhimu za maadili zinafika sehemu sahihi. Tunaomba usiache kuwafundisha na wengine. Tunaomba uendelee kuambatana nasi na kutuambia pale ambapo unaona inabidi tuweke marekebisho zaidi. Sisi Lisha Ubongo Studio tupo tayari kupokea kwa kuwa tunaamini katika kuelekezana. Tunajenga kitu kimoja ambacho baadaye kitakuwa na faida kwa namna moja ama nyingine. Merci beaucoup. Thanks, asante. Ciao. Au revoir.